Karibu tena kwenye simulizi na afya. Asubuhi moja Juma aliamka na hisia ya kuwashwa kali kwenye ngozi yake ya mikononi. Alipojaribu kujikuna, hali ikazidi kuwa mbaya, ngozi ikawa nyekundu na ikaanza kuwasha kama moto unaowaka chini ya ngozi. Alikumbuka sabuni mpya aliyotumia jana na mara moja akahisi huenda ndio chanzo. Akaosha ngozi kwa maji ya uvuguvugu, akajipaka mafuta laini na kuacha sabuni ile pembeni. Baadaye mchana alipoendelea na shughuli zake, aligundua kuwa jua kali nalo lilikuwa likiongeza ukali wa mwasho. Akatafuta kivuli, akanywa maji ya kutosha, na akajizuia kukuna ili kuepuka kuharibu ngozi zaidi. Usiku ulipofika, ngozi ilianza kutulia taratibu, na Juma akaelewa kuwa tatizo la kuwashwa mara nyingi hutokana na mabadiliko madogo tunayoyafanya bila kutambua: sabuni, joto, vumbi au hata msongo wa mawazo. Kwa siku iliyofuata aliamua kutunza ngozi yake kwa upole, kutumia vitu vyenye harufu nyepesi, kuilinda dhidi ya jua na kuipa unyevu wa kutosha. Akajua sasa kuwa ngozi kama mmea huhitaji uangalizi wa upole ili isikonde wala kuwaka. Hitimisho: moja, kuwashwa kwa ngozi mara nyingi hutokana na vitu vipya kama sabuni, manukato au kemikali nyingine. Mbili, joto kali, jua na ukavu wa ngozi vinaweza kuongeza ukali wa mwasho. Tatu, Kuto kukuna, kunawa kwa maji ya uvuguvugu na kutumia mafuta laini husaidia kutuliza ngozi. Nne, uangalizi wa kila siku kama kunywa maji, kuepuka vichocheo na kulinda ngozi dhidi ya jua huzuia kuwashwa kurudi.